Leo tulikuwa na kikao cha lishe, tulikuwa tunakumbushana majukumu yetu ya jinsi gani kusimamia lishe katika maeneo yetu. Kikao hiki kina wajumbe ambao ni watendaji wa kata, watendaji wote wa kata wa wilaya ya Ngara wamefika na tumejadili swala hili. Swala kubwa ni kwamba kuhusiana na lishe mashuleni, kwenye jamii, kwa watoto wachanga na sehemu zote kwa ujumla, wasimamizi wakuu ni watendaji wa kata. Sasa watendaji wa kata wameelekezwa ni kwamba wasimamie uchangiaji wa chakula katika shule zote, shule zote za msingi na sekondari, wasimamie uchangiaji wa chakula huo. Lakini uchangiaji huo, wawe na counter book wa kuregister majina na kiasi cha watoto hao walichochangia. Lakini si hivyo tu, pia wazazi ndio wawe wakusanyaji wa chakula hicho na kuweka kwenye store, na store hiyo funguo zitunzwe na wazazi, kamati za wazazi ndio watunze chakula hicho, ili wawe na uhakika wa chakula kinachotoka, kilichobaki kiasi gani, waongeze na kiasi gani wapunguze, kwa sababu hii yote kuondoa malalamiko ya kwamba walimu wanauza chakula, walimu wanatumia chakula. Sasa ili tu, tu, tu, tuzuie hiyo hali na watu wawe na amani na waweze kuchangia wakiwa na imani kabisa, basi kamati hizo ziwe za wa, wazazi wenyewe, lakini pia kwenye utoaji wa chakula hicho, wakati wa kutumia wanafunzi wawepo ili nao waone kiasi cha chakula kinachochangwa kinachochukuliwa kwa ajili ya kula. Kwa hiyo itasaidia sana kuondoa malalamiko, lakini pia kuondoa lawama kwa walimu ambao wanabaki na funguo za store za chakula kile. Kwa hiyo hili tumewaelekeza, na watendaji waende kulisimamia kwa karibu ili kusiwe na manunguniko yoyote wa, lakini pia tumeelekeza watendaji wa kata wasimamie sheria ndogo ndogo wasimamie sheria ndogo ndogo zile za lishe katika vijiji vyao. Bahati nzuri sana watendaji hawa wanasimamia kwa karibu na kusababisha mwaka hu, mwezi huu katika robo hii ukusanyaji wa chakula na sheria za lishe kwenye mashu kwenye maeneo yao iko vizuri sana. Vijiji vyote vimefanya siku ya lishe duniani na wote wameshiriki na wameviona na wameratibu vizuri, lakini tumewaambia kwamba wasibweteke, waendelea kuongeza nguvu na kuendelea kuimarisha ili ufanisi uwe bora zaidi. Lakini lingine ni upandaji wa bustani, bustani za mbogamboga mboga katika shule za msingi na sekondari. Zamani ilikuwa na hii tulikuwa tunaita science scheme. Science scheme, ilikuwa tunashiriki shule zote, wanafunzi wanakuwa na tuta moja, wanafunzi watatu wanne kwa tuta moja, tunapanda mbogamboga mboga. Zile mboga zinatumika jikoni kwa ajili ya chakula cha wao wenyewe wanafunzi. Kwa hiyo tumewaambia wakasimamie zoezi hili, kila shule iwe na bustani ili mboga mboga ziweze kupatikana katika e, chakula chao na hatimaye kuimarisha lishe katika maeneo yao. Mboga za majani zikipatikana kila siku, wanafunzi wakiwa wanakula, basi itakuwa ni msaada mkubwa kwa afya zao. Watumie chakula, watumie lishe kama dawa, ili baadaye wasije kutumia dawa kama lishe maana yake itakuwa ni shida kwenye afya zao. Kwa hiyo, tukiwajenga watoto wadogo wakiwa wamezoea na kuishi kwa mtindo huo, ina maana kwamba tutakuwa na jamii bora zaidi watakapokuwa wakubwa, na wao familia zao wataziendeleza kama vile wao walivyokuzwa, na hatimaye kuwa na afya bora kwa wananchi, kwa jamii nzima, na hatimaye kutokomeza magonjwa yasiyoambukizwa yale yatokanayo na lishe. Kwa hiyo, tunahamasisha sana. Tathmini hii iliyofanyika sasa iko vizuri sana Tumefanya vizuri sana Ngara, kwa maana ya kwamba iko kijani yote. Basi tumehamasishana, tuendelee kudumisha na tufanye vizuri zaidi ya hiyo, ili tuweze kuwa smart, tusirudi nyuma tulikotoka. Hatuhitaji kuona njano wala kijani tena. Sasa hivi ni hatuhitaji kuona, kuona njano wala nyekundu tena, tunahitaji kuona kijani siku zote. Kwa hiyo tunahamasisha hilo katika utekelezaji wetu.